Swala la umeme, ukosefu wa umeme, upungufu wa umeme katika mikoa yetu ya Lindi na Mtwara inaenda kuwa historia. Pongezi za dhati zinakwenda kwa mkurugenzi mkuu wa Tanesco na management nzima kwa usimamizi na ufuatiliaji kuhakikisha yale maono ya viongozi wetu yanatokea katika mikoa yetu ya Lindi na Mtwara. kwenye swala la uzalishaji hatuna tatizo, maana yake tuna haji ziada. Tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu dr Samia Suluhu Hassan kwa maono yake, lakini kwa mapenzi makubwa kwa Watanzania sisi Wanamtwara na Lindi ikiwa mojawapo. Mradi huu wa usimikaji wa mtambo wa kufua umeme wa megawati ishirini umelenga kuimarisha upatikanaji wa umeme na kumaliza changamoto za upungufu wa nishati ambazo kwa muda zimeathiri maendeleo ya uchumi na kijami ya kijamii ya mikoa ya Mtwara na Lindi kwa Mtwara tu hapa kituo tulichokuwa nacho kilikuwa na uwezo wa megawati hamsini. Sasa tumeongeza megawati ishirini, kwa hiyo zimefika megawati sabini na mahitaji yetu ya juu ni megawati thelathini na nane na nusu, lakini tuna kituo kingine kinaitwa Somanga, kina megawati saba na nusu. Kwa hiyo kwa ujumla itakuwa megawati sabini na saba na nusu. Mradi huu utapunguza changamoto za kukosekana kwa umeme pindi mitambo mingine inapofanyiwa matengenezo, kwa hiyo kuboresha zaidi huduma kwa wananchi na kwa wawekezaji. TANESCO tunayaangaza maisha yako.